Okay. Dangu sikiza please, please simama, nisubiri. Umesikia, ni hivi yaani kwamba mimi niko hapa, nataka kwa nikuulize eti, njia ya kwenda kwa makoba hapa iko wapi? Njia ya kwenda kwa makoba, kwa makoba. Wewe hivi uko unajitambua kweli? Nana, nana, nana. Mbona unachotaka uniulize kitu kama hicho kama hicho eh? Kukaa kote siku zote pa tuseme kwa mzee koba sijui kwa makoba sijui kwa mama nane sijui kwa mzee nane upajui Nisikilize dadangu, mimi hapa ni mgeni, mbona? Mimi hapa ni mgeni sasa. Unakaa kama mgoni. Mimi hapa sipajui dadangu, ndio kwa maana nikaa nikuulize eti njia kwa Makoba hapa iko. Wale pale ulikaa na vijitu, ulikaa na watu. Wale pale ndo ndo wazoefu, ndo washikaji zangu hapa watu. Sasa unakaa na wazoefu, kwa nini usingi wauliza kwa kuwa unasumbua watu? Sikiliza kwambie. Wewe kaka, wewe domo zege kutongoza uwezi. Yaani wewe kama unge yani, yani ungekuja tu. Dada mimi nakupenda. Dada mimi nimekuelewa. Mimi mbona fresh tu? Ningekuelewa. Lakini unaanza ngoja za